Nataka kushukuru Mungu kwenu nyinyi ambao mnanitazama kwa Kiswahili sasa, kwa ajili ya good luck. Good luck yani bahati nzuri, kupata bahati nzuri ama kutengeneza bahati nzuri katika maisha yako ya miaka ijayo, kuwa na kibali na miaka ijayo ya maisha yako na kutengeneza ulinzi, maana ni muhimu sana kwa dunia ambayo tunakaa sasa kutumia mbegu hizi ambazo zinaitwa cut eyes ama crab eyes. Nitaeleza mwongozaji wangu wa kamera awaonyeshe kwanza hizo, uh, mbegu vile zinakaa ili muweze kuona vinakaa vyekundu hivi na vina macho ambayo ni macho me, ya, ya, meupe katikati, lakini mboni nyeusi, tunaziita macho ya paka. Sasa hizo mbegu zitakusaidiaje? Angalia, umeziona vizuri. Asante, zinakaa hivyo. Sasa hizo mbegu kusanya kulingana na hesabu ya miaka yako, kama ni miaka 40, kusanya mbegu 40. Alafu utachukua mafuta ya ulinzi ambayo imeombewa, imeandaliwa kwa ajili ya ulinzi, uchukua hayo mafuta. Alafu hayo mafuta ukishayachukua utaweka ndani hizo mbegu alafu uanze kuombea kila siku, kwa siku 40. Hiyo inamaanisha kama una miaka 40, unafanya siku 40, unaombea kwa siku 40, alafu utaanza kutumia hayo mafuta baada ya siku 40, utatumia kwa siku 40 tena. Kati ya siku 40 ambazo utatumia, utakuwa unapata kibali, utakuwa unapata uh, unaombea kibali, utakuwa unatumika unapata uh, Uh, uh, ulinzi utakuwa unapata bahati nzuri. Na sasa hiyo spani ambayo utakuwa unatumia kwa siku 40 itarushwa kwa miaka yako 40 ya mbele itakayokuja. Hivyo inamaanisha kwamba hautafanya jambo hili kila wakati, ukifanya mara moja kwa kipindi cha muda wa, wa siku 40 wa itakuwa imekamata miaka 40 ya mbele itakayokuja. So kama una miaka 40, kuanzia miaka 41 utaanza kutembea katika hiyo kibali na ulinzi na bahati nzuri mpaka miaka mingine 40 mbele. Hii ni siri ambayo unaweza kuipata kwa kutumia hizi mbegu za crab eye, lakini mafuta lazima yao, mafuta ambayo yameandaliwa na kwa ajili ya ulinzi, weke ndani protection oil, weke ndani kwa siku arobaini. Kila siku unaombea kibali, unaombea ulinzi na unaombea bahati nzuri. Kumbuka zile zaburi ambazo na maandiko yale katika Biblia Agano la Kale na Jipya, ambayo Roho Mtakatifu atakuongoza kwa ajili ya kuomba kwa husiana na ulinzi, kibali na bahati nzuri. Basi hivyo ndivyo utakavyofaidika na utaona Mungu akikutetea katika hizo siku na miaka itakayokuja. Utakaishi ndani, utaona mwaminifu wa Mungu katika ombi hili. Tumia mbegu hizi kwa njia hiyo na Mungu atakusaidia kupata hizo hiyo package. Asante, tukutane kwa video itakayokuja. Bye bye.